Mao vipi? Najua unateseka na uzito. Nilipitia huko. Naitwa Humphrey Richard. Nilinenepa hadi kilo 103. Uzito ulinifanya nikose confidence, uchovu mara kwa pa mara pamoja na msongo wa mawazo. Nilijaribu njia nyingi sana pasipo kupata matokeo. 2024 mwezi wa kumi, nilipata bahati ya kutambulishwa hii program inaitwa C9. Ilinisaidia kusafisha mwili na nikapunguza kilo nane ndani ya siku tisa tu. Baada hapo nikahamia kwenye program hii ya pili inaitwa F15. Hii ilinisaidia kupunguza kilo kumi na tatu ndani ya siku kumi na tano Baada ya hapo sikuweza kuendelea na program, kwa kufuatisha miongozo ya chakula na kuwa na nidhamu ya mazoezi iliweza kupunguza kilo nyingine saba. Kwa ujumla niweza kupunguza kilo ishirini na nane kwa ndani ya miezi mitatu na nimeweza kumaintain takriban miezi minne sasa pasipo kuongezeka tena. Mbali na kupungua uzito, program imenisaidia kuweza ku adapt tabia njema ya kuwa na discipline nzuri ya chakula na mazoezi, lakini pia nimeweza kurudisha confidence na kuwa na healthy lifestyle. Kama bado unasumbuliwa na uzito na umejaribu njia